yao Misri itaondolewa, nami nitaiharibu mipango yao, nao watakaokwenda kwa sanamu zao na kwa waganga na kwa wapiga ramli na kwa wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana! Bwana Yesu asifiwe sana! Kuna hii roho lito, roho ya Misri, waga inaambatana na watu, waga inaambatana na watu, na hii ina tabia za tabia zake maanake, ina ina ina, ina opaleti kwenye mtu mwenye mwenye mwenye sifa fulani fulani. Moja ya sifa ni uzinzi, moja ya sifa hiyo ni uzinzi. Hiyo ni moja ya sifa ambayo hii roho ya Misri huwaga inaambatana na watu wanaesaspesana, na moja ya sifa hiyo. Na nyingine sifa nyingine ni ni ni ni ni uharibifu, uharibifu au utumwa wanaesaspesana Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana kuna mtu mwingine anaweza kusema mimi mbona sitaki kuwachi kitu fulani, yaani kuna kitu nakipenda. Huyu mtu hana kiasi ndani yake, hamna kiasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna roho ndani yake, iko nyuma yake. Sasa usipoyajua hayo, maanake kuna atiati, kwamba kila unachokipenda ukizani Mungu ndio amekuambia, ukazani ndio sauti ya Mungu, kumbe sio sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana nikatanguliza kusema Mungu anaongea katika katika na, katika roho Mungu anaongea katika roho sio katika mwili, sababu shetani anataka kuutumia mwili. Mwili ni mdhaifu sana, mwili unapenda raha, unapenda unapenda haupendi kufunga. Mwili unapenda unapenda kuenjoy. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwili wako mwili wako unapenda, unapenda tamaa za dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa hiyo hata siku moja Roho Mtakatifu aongee katika hiyo, aweze kaongea kupitia mwili wake, anaongee katika roho. Na anaongeaje? mpaka mwili utakapokufa, roho ikawa hai, kwa sababu mmoja inabidi afe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijaeleweka au niongee kitu kigumu kidogo? Mungu atusaidie kuelewa. Lakini jambo la tatu, sifa moja hizi roho, roho yote upenda kuabudiwa. Roho yote upenda kuabudiwa. Lengo la hizi roho ni nini? Lengo la hizi roho ni nini? Target. What is the target of spirits? What is the target? The target is you. Maana Mungu anasema nafsi za mwanadamu zina thamani kubwa sana, shetani yaani alali asubuhi, ahakikishe amemwangusha mtu. wanaesosepilo ndiyo lengo lao, lengo lao ni nafsi za watu nafsi za watu, lengo la Mungu wenyewe. Nikwambie sasa, ajenda ya Mungu ni nafsi za watu. Ajenda ya Mungu sio wewe ufanikiwe, sio uwe na gari, sio nini. Ajenda ya Mungu ni nafsi za watu ziokolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndiyo ajenda kuu ya Mungu na ajenda kuu ya Shetani ni nafsi za watu ziangamie. Hiyo ndiyo ajenda kuu ya Shetani. Kwa hiyo hizo roho zinafight kuhakikisha kwamba nafsi za watu ni kwa sababu ndiyo target yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo hiyo ni kama kidokezo. Kwa hiyo moja ya kanuni hii nimekwisha kuisema, moja ya kanuni kanuni ya roho na kanuni ya mwili, kwamba shetani anaoperate katika mwili lakini Mungu anaoperate katika roho. Kwa hiyo usipojua usipokujua kuufisha mwili na kubeba msalaba wako maana yake automatically utaoperate auto katika mwili automatically utaoperate auto katika mwili. Hiyo ni automatic. Nasikia sikia nikwambia, sauti ile siku ya parapanda itakapolia haitapigwa haitakuwa audible to your, to the human voice, itakuwa audible to the spirit voice. Maana yake mtu ambaye yuko rohoni ndio atakayeweza kuijua ile sauti ya tarumbeta, tofauti napo tunakuwa umeachwa na inawezekana kabisa tukawa tunasifu yani, tukawa tunasifu kumbe watu walishachukuliwa, sisi tumeachwa. Inawezekana kabisa, inawezekana kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Au mwingine, mwingine akawa na ubiri kabisa, kumbe watu wameshachukuliwa dakika 30 zilizopita, bado namhubiri Kristo, na bado namhubiri Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Ndio maana kuna kuna msemo mmoja mimi huasemekea siupendi kidogo. Nilikuwa namwambia mtumishi pale, nilikuwa namwambia kuna watu siku hizi, kuna kuna ajenda ya maneno. Watumishi wa Mungu, maneno yana nguvu sana, yani usisemeseme tu. Kuna mtu anapenda kusema, uh, sometimes anajua anasema nini Akua. kuna ajenda kuna nyie mnaifahamu, anasema hivi, watumishi mpo rohoni sana, eh? mpo rohoni sana wao. Sasa hivi tu-propagate tuame twende mwilini, nikwambie usio ajenda nzuri, haina yani haina, haina, haina mpango mzuri na maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona sisi ni wa rohoni tu? Sisi ni wa rohoni hata yeah, siku moja tutembee katika mwili kwa sababu ukitembea katika mwili unaweza ukaachwa wewe. Ni kuhakikishia unafanya mm -hmm nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu akisema watumishi mpo rohoni sana, kwa hiyo tuingie katika mwili afu baadaye tu, yaani kuna namna fulani tuingie kwenye roho sasa. Tunatoka sasa, tukiwa ibadani tulikuwa roho, tukienda kule tuko mwilini Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ajenda sio ya kimungu, sio ya kimungu kabisa, na nasikitika. kwa nao isema Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu twende tusome Timotheo 4:1. Moja Timotheo sura ya 4 mstari wa kwanza. Mwingine anifungulie kitabu cha Wakorinto kumi na nne wa kwanza Bwana Yesu asifiwe sana, kwa hiyo ukiona maombi utaki mifungo utaki, alafu na ajenda yako nadhani ni ajenda ya Mungu, inawezekana sio ajenda ya Mungu kabisa. Nikwambie, inawezekana hiyo ajenda ni ajenda yako, hiyo ajenda ikae, inawezekana ni ajenda yako. Bwana Yesu asifiwe sana, tufungulie hapo. Tukiwa tunamalizia, naona muda wetu umekimbia sana. Afu nitamalizia vitu kadhaa hapa. Kwa kukimbia. Fungulie Timotheo 4 mstari wa kwanza. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Nifika someni. Amen. Maandiko yanasema, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani. Ndio. Wakizisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la hizi roho hizi zinaitwa seducing spirits ni kufanyeni, ni kuwaangusha watu kwenye imani, ziwatoe watu kwenye imani. Unaweza kaje kama ajenda tu ndogo, lakini lengo lake ni kuwatoa watu katika msingi wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Zipo hasara kadhaa, nimeziandika hapa pa athari za kutofahamu ni roho gani inayozungumza na wewe hiyo hiyo. Unaweza mtu anasema roho aliniambia. Ngoja nikwambie athari moja, ni anguko kama tulivyosoma katika hiyo Timotheo nne moja, lakini pili ni kushindwa kukamilisha kusudi la Mungu aliyokupa kushindwa kulikamilisha. Ukasoma katika kitabu cha Matendo 16 mstari wa sita Matendo 16 mstari wa sita Akifanyifanye tu mambo hapa, nitaparafesi nita, nita hapa hapa katika hii kitabu unaona watu wa Mungu walitumwa kwenda eneo fulani kuhubiri nchi lakini roho aliwazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho alifanyaje? Aliwazuia. Ni Roho Mtakatifu aliwazuia. Kwa nini ali wasu... Roho Mtakatifu aliwazuia? Ali. Maana utagundua tu pale tio paleti tu sisi. Kuna kuna Roho Mtakatifu ambaye anaregulate maisha yetu. Kuna watu utakii kwenda nao, kuna watu utakii kukaa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu utakii kuwasikiliza, yaani utakiwi, kwa sababu inawezekana kusudi la Mungu kaliacha hapa, lakini pia kuna, kuna, kuna, kuna baadhi ya vitu hapa nitavisema, namna ya kutambua kutambua hiyo sauti, namna ya kuzitambua hizo sauti na roho zinazozungumza na wewe, sababu zinapenda sana ushirika na zinapenda kuzungumza, kama vile Roho Mtakatifu maana hapa naongelea Roho Mtakatifu pamoja na na hizo sauti moja moja. Ni, ni huzuni ya roho, huzuni ya roho. Pale tulisoma pale katika kitabu cha Matendo, katika Matendo pale Paulo akahuzunika ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine tunasikia kuhuzunika afu tusielewe kwa nini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unasikia ndani yako kuhuzunika afu usielewe kwa nini. Ni Roho ni, Mtakatifu. Yamkini hiyo sauti unayoisikia sio sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwingine pia ni hofu. Hofu. Hofu. Hofu, sasa hiyo hofu, kuna hofu ya Mungu na kuna hofu hiyo ambayo unaogopa. Sisi hatujapewa roho ya hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tatu ni confusion au kuchanganyikiwa, kujua uende wapi usiende wapi, na wengi hii imewakuta wengi, yani ajui aelekee wapi aelekee wapi, roho aliniambia tena, Bwana niambie hivi, Mungu ameniambia huyu, mwingine ananiambia huyu anatangatanga tanga manake, huyo sio Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza kumi na nne tatu Wakorintho wa kwanza kumi na nne thelathini na tatu kumi na nne thelathini na tatu Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu Roho Mtakatifu is the Holy Spirit, is not the author of confusion. Roho Mtakatifu aleti machafuko wani, aleti kutanga tanga. Bwana Yesu asifiwe. Manake ukisikia kutangatanga, huyo sio Roho Mtakatifu. Yaani ukianza kusikia unatangatanga kwenye eneo fulani kufanya decision, maana yake kuna kuna kuna changamoto hapo. Wanaweza stress sana. Lakini pia tunayapima, tunazipima hizo roho kwa neno la Mungu. Mtu yeyote ambaye asomi neno la Mungu, asomi neno la Mungu, hawezi akazijua hizo roho, zinaweza zikamdanganya. Leo atakwambia Bwana ameniambia wewe ndio wewe ndio mke wangu wewe, wewe kewangu, we. Kesho tena anamwambia binti mwingine. Yaani ndio tabia yake, sababu huyu kwanza asomi neno la Mungu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sauti ya maandiko. Kuna kitu inaitwa sauti ya maandiko. Yasome maandiko mpaka yafike kuwa sauti ndani yako. Yaani sauti inayoongea sauti ya maandiko. Kwa sababu Roho Mtakatifu anayatumia maandiko. Kwa sababu hapingi alichokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu atusaidie leo, nitamwomba nita Mungu nitamshukuru kwa sababu muda wangu umeenda kidogo. Ili somo kidogo nirefu, nirefu, mimi naweza nisimalize hapa. Amen. Baba, ninakushukuru asante kwa neno wako mfalme amani. Wasaidie Mungu kuyatekeleza yale Mungu aliyojifunza, na neema yako ikakae pamoja nao. Nuru yako Mungu ikawaangazie ufahamu wao, adui asiingie, Jehova, asiingie katika maisha yao. Ninakutukuza wewe, ninakuabudu maana mfalme amani utayathibitisha haya, ni katika jina la Yesu nikikutukuza. Amen.